Wako watu duniani wanaamini kufa ni kuamaama kufa ni ni kuamaama. Maana yao ni kwamba unazaliwa Tanzania ukifa, sio kwamba unakwenda kwenye maisha mengine ambayo ni tofauti na haya ya dunia. La, wao wanaamini ukifa Tanzania utakuja kuzaliwa tena nchi nyingine. Pamoja na ikhtilafu nyingi za dini nyingi, kuna adiyanon mukhtalifan zinazoamini kwamba hakuna adhabu za kabri, ukiingia pale ukizikwa, umelala tu utaamka siku ya kiama. Wako wanaamini hivyo, kaburi ni katikati ya duniani na akhira, ukiwa kaburini hauko duniani na hauko akhira. Aa, mtume anasema aktharu adhabi lqabri min albawl, wingi wa adhabu za kabrini husababishwa na mkojo. Hii min niyasababia hii nayo ni sababu ya mtu kufanyaje kuadhibiwa kwenye kabri. La kwanza kuto kujistiri na mkojo, la pili umbea na kuchongeleza watu wakosane. Mambo haya yatawafanya watu wakaadhibiwe sana katika dunia yetu ya leo. Jambo jingine ambalo Mtume Muhammadin Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelisema kuwa litafanya watu waadhibiwe sana kwenye kabri ni tarku salati. Tarku salati kuwacha, kuwacha sala, tarku salati kuwacha swala. Kuna tariku salati na kuna tarku salati. Kisema tariku salati ni yule mtu anayeacha swala, tarku salati ni kile kitendo cha kuacha swala.